Sana tumekuwa hapa zaidi ya wiki moja. Tumetumwa hapa na united opposition nikiongozwa na mheshimiwa Kalonzo Musyoka na Rikij na wengine. Kilichotuleta hapa ni kilio cha haki, na kwa hivyo tunafuatilia kwa ukaribu venye IEBC inaendesha maneno na kwa mujibu wa sheria ambazo zimewekwa. Leo katika sehemu tofautitofauti kumekuwa na mikutano ambayo ilikuwa inaongezwa na mbunge anaitwa Ken Chonga. Na tunajua kwamba ma ma makataa ya mikutano ya kisiasa iliisha jana uh -huh. Na kwa hivyo hilo ni mojawapo ya jambo tunangojea tuone IBC itaifanya namna gani. Jana hiyo hiyo na juzi pia katika Adu, eneo la Adu Komishona moja anaitwa Michael King, amesikizana akisema wazi kwamba mawakala wa DCP wasiruhusiwe kuingia katika vituo vya, vya, vya kupigia kura tunategemea kwamba IEBC itafanya haki na kwa, kama wat, watakuwa bado wataweza kuhakikisha kusimamia uchaguzi wa mwaka 2027, lazima tuonyeshe kwamba wanaweza simamia uchaguzi mdogo, kwa sababu ukishindwa kufuga kuku huwezi kutuambia kwamba utaweza kufuga ng'ombe itakapofika mwaka 2027. Uh, ndio tuzungumze na nanyenye wanahabari kuhusu swala muhimu sana la uchaguzi unavyoendelea, uchaguzi mdogo ambao unaendelea sehemu mbalimbali katika nchi yetu ya Kenya. Sasa hivi sisi tukiwa hapa Magarini, I believe we are still in Magarini, yeah. au in Malindi. Magarini, Magarini. bado hapa ni Magarini. Magarini. Kwa hivyo, Magarini. We are actually on site in Magarini na tumekuwa around hapa um, unajua candidate mwenyewe bwana Stanley Karisa Kenga is right here. And, uh, Known as women rep heounrepwa uh, Kirinyaga County, na seneta Murango vile Senator wa Kirinyaga County, na kuna banamadhenge from Nyeri, na mimi mwenyewe pamoja na timu ya Wiper, tuko na is our coordinator here na chairman wa Waipa hapo nyuma upande wa na Waipa leaders chairpersons, lakini zote eh, tuna, tuna furaha kwamba hadi wa sasa candidate wetu anafanya juu sana. Me, amejitahidi na sio wengi wa Kenya ambao wanaweza kuwa na juhudi kama alizonazo Mheshimiwa Kenga, kwa sababu yeye, ilipobainika wazi kwamba uchaguzi huu mdogo umesababisha